Naam, zimetufikia pia leo habari hapa, ikiwa ni uh, tarehe sita Juni elfu mbili ishirini na nne kwamba uh, mzee wetu mmoja mkongwe uh, kwa jina Ahmed Mohamed Chaka maarufu akiitwa Chaka Chaka alikuwa ni golkipa wa timu ya Congo Boys katika miaka ya sabini na kisha baadaye akachukuliwa na timu ya Kenya Breweries hapo Mombasa, na baada kumaliziki ya kumalizikia Breweries akaenda timu ya Mwenge vilevile akacheza hapo. Habari zilizotufikia kumhusu Chaka ni kwamba alisumbuliwa kidogo na mambo ya maradhi ya sukari na yakasababisha kwamba akatwe mguu kwa hivyo akalazwa katika hospitali, na tunamwombea Mwenyezi Mungu ampe afya yake njema na amsahilishie katika maradhi ambayo anayopambana nayo sasa hivi. Lakini Chaka ni mtu ambaye uh, tunamwombea Mwenyezi Mungu ampe afya yake njema, tupate kwenda ku at least kufanya naye mahojiano atupe katika kumbukumbu kumbu zake, na iwapo hali yake haitomruhusu basi tunaomba kwa yeyote ambaye ana historia za Chaka uh, tunazihitaji katika kumbukumbu kumbu zetu, kwa sababu alichangia pakubwa sana katika mchezo huu wa mpira katika pwani ya Kenya. Uh, Mwenyezi Mungu insha Allah amjalie kula la kheri, ampe subra yeye na jamaa zake wenye kumuuguza insha Allah. Shukran. Uh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Uh, wasikilizaji wetu wapendwa wa kipindi Iko Wapi Zamani, tunawakaribisha tena kwa mara nyingine katika ukumbi ambao tulionelea tuufungue katika uh, channel hii ya WhatsApp, na ni ukumbi ambao wa kufaidishana sisi kwa sisi katika kupeana kumbukumbu kumbu zetu za historia ya mpira katika pwani ya Kenya ama katika mji wa Mombasa ukitaka kwa hivyo uh, fikra ambayo tuliokuja nayo ni kwamba tuanzishe mchakato um, huu wa kufaidishana kihistoria, iwe ni pahali pa kumbukumbu uh, kumbu zetu kupatikana. Mtu anaweza kuja kufanya tafiti zake humu kwa kusikiliza maoni, mapendekezo na historia za zamani kwa njia ya sauti ama kwa njia ya kimaandishi mara nyingi maandishi tu, tunajaribu kuyasoma ili tupate kuhifadhi ile sauti kwa wale ambao watakaokuwa ni wenye kusikiliza. Ikiwa leo ni tarehe thelathini mwezi wa tano Mei elfu mbili ishirini na nne ndipo tulipoanza kufungua WhatsApp group yetu Iko Wapi Zamani, na kufuatia hapo pia tukajenga fikira nyingine kwamba <coughs> tufungue YouTube channel ambayo ile YouTube sasa ndio tutakayoweza kuhifadhi. Uh, hizi kumbukumbu -kumbu zetu, kwa hivyo inakuwa jambo zuri sana kwetu sisi kuingia na kupata faida nyingi katika upumbi huo. Karibuni tuwe pamoja katika msururu wa vipindi vyetu hivi, Iko Wapi Zamani. Shukran. Naam, vilevile tumewahi kutumiwa picha moja hapa ya inayoonyesha wachezaji katika heka heka za patashika kwenye lango la timu ya Simba na mlinda lango machachari Omar Mahadhi bin Jaber akipangua mpira wa kona mbele ya washambuliaji wa Yanga, wakiwemo Omar Hussein na Shaban Katwila wakati wa mechi ya ligi kuu katika mwaka wa 1979, 1979 kwenye uwanja wa taifa wa Dar es Salaam. Assalamu uh, alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mimi Khalid Abid, asante sana bro, nimepata meseji yako na ni jambo wallahi zuri sana kwa sababu, ukweli na kama ulivyosema, historia ya mpira sio Mombasa peke yake Mostly East Africa hakuna watu waliozungumzia mpira wa zamani ulivyokuwa kuanzia Kenya, Uganda, Tanzania na kuanzia miji kama miji ya Mombasa, kuna Zanzibar, kuna Dar es Salaam, kuna Tanga. Kote huko kulitoa wachezaji wazuri wazuri na kulikuwa na mpira wa kweli kweli, lakini kama unavyosema sasa hivi hakuna Waliobaki ni wachache sana. Sasa mimi shehe, mi niko tayari kukushirikiana na wewe kwa, kwa uwezo wangu nilikuwa nao na kwa fahamu ndio kwa nayo nitakupa mimi mawili matatu niliokuwa nayo, insha Allah tutashirikiana, na inshallah itafaidisha watu watu waliokuwa bado hawajapata historia East Africa. Kwa kifupi mimi, leo leo ni Jumaa, mi Jumapili, Mungu akipenda, na nakwenda Mombasa. mi mmeoa Mombasa, mi mmeoa Malindi. Sasa hivyo, kwa hivyo nakwenda kidogo kumpeleka wife na nitakaa Mombasa kama wiki mbili, halafu ndotarejea. Hapo nikirejea, bwana lai, nitakuwa nimetulizana uzuri, tukiweza kuongea kila siku, tukapanga tukazungumza, nikatoa nilikuwa nayo na mimi mwenyewe pia nilikuwa na hamu ya kuzungumzia historia ya mpira wa Tanzania, haswa hapa Simba yangu mimi. Nimecheza Simba toka wakati wa Sanalendi. Kwa hivyo nimeona watu wanatoa historia ya Sanalendi ya Simba, lakini hawajaipatia inapotakikana. Mimi nimeingia pale Sanalendi 1969 alafu na 75 nikaondoka kwenda kucheza mpira arabuni. Hicho kipindi mimi nimepitia, nilikuwa nimepitia wakati Simba, Simba ikitwa Sunderland, alafu ikabadilishwa jina from Sunderland to to, to to Simba. Alafu mimi katika wachezaji ambayo nimecheza Sunderland na Simba, na sisi ndio wachezaji wa kwanza tulifikisha ya Simba katika semifinal ya club, African Club Championship. Kwa hivyo hapa pia kuna historia ambayo pia hapa Islamu, hai, hapa Tanzania haijazungumzwa. Kwa hivyo litakuwa uzuri nitatoa kidogo ya ya huku kwetu na pia nimechangia, kwa sababu Mombasa pia nimepita pale nikacheza champion. Kwa hivyo jambo la kheri, Sheikh. Asante sana bwana, shukrani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu, katika huu ukumbi tunaoita jina Iko Wapi Zamani? Naam, ni kweli iko wapi zamani? Hili ni swali ambalo ni swali zuri sana na swali ambalo lina, linalotarajiwa kuja na jawabu. Kwa hivyo tukiulizwa zamani iko wapi? basi huwezi kwenda mbele, lazima uangalie nyuma, uieleze hiyo zamani. Sasa suala twakuuliza nyuma, ukiangalia hakuna kitu, utaeleza nini? Ndio maana tukafungua ukumbi huu, ili tubadilishane mawazo na tuangalie mustakbali wetu utatufikisha wapi. Kwa ufupi, ningetoa ni pongezi zangu kwenu nyote mliojiunga hapa, na furaha kubwa sana na nawaahidi ya kwamba Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake na fadhila zake atatupa ushindi wa yale tunayoyasimamia. Nifurahi sana kwamba sauti hii tumeipaza mpaka tukavuka mipaka tukaingia nchi ya jirani pia ya Tanzania, na pale Mwenyezi Mungu akatuafikia tukapata maprofessional waliowahi kucheza katika enzi za wazee wetu, na wao ndio walioyashuhudia mambo kwa uwazi zaidi hata kutushinda sisi, akiwepo Sande Manara kutoka Yanga, Khalid Abed kutoka Simba na wengineo, ambao bado tunajaribu kuwatafuta, lakini salamu tayari washazipata kama Abdalla Kibaden na wengine kwa ufupi, eh, nimeahidiwa mazuri mengi kutoka kwa maprofessional kama hawa, ya kwamba wao wako tayari kusimama na watu wa Mombasa iwapo watu wa Mombasa watajiandaa kuwakaribisha, na kama ilivyo kwamba sisi tunatafuta historia tupate kuieleza zamani ilivyo basi Watanzania wamesema hilo si la Mombasa peke yake, bali ni Afrika Mashariki na Kati zote. Hatuna historia sote kwa moja, sisi sio Mombasa tu. Kwa hivyo, ndugu zetu wa Tanzania wanatunyoshea mkono wa kheri wa kusema kwamba tushikaneni mikono, tukae chini, tujipange. Tukipanga tukijipanga basi tutaijua tutaijua zamani ilipo, lakini mpaka sasa ndio tuuliza iko wapi zamani. Shukran kwa subira yenu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mimi mtayarishi na mtangazaji wa kipindi hichi Muhammad Basawad kutoka Toronto, Canada. Barakallahu fik. Ah, ndugu mzee wangu mheshimiwa bwana Sheikh Halid Abeid, nimefurahi sana kusikia sauti yako, na nimefurahi zaidi na zaidi tena kwa kujitokeza kuhamasisha hii hali ambayo tulio na, inshallah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu uh, patapatikana mafanikio, na huenda ikawa pengine huu mwanzo tunaouanza hapa utafanya hali ya mpira katika Afrika ya Mashariki ibadilike. Sababu gani wenzetu Afrika Magharibi wamesonga mbele? Sababu gani wenzetu Afrika ya uh, kaskaze, kaskazini wako mbele? Lakini sisi Afrika Mashariki hatuvuti hatu hatua kufika huko. Pingine huenda ni kwamba ilikuwa panatakaniwa uh, kengele ya, ya mwamsho watu waamke, kwa sababu watakapoamka wakijijua mahali walipo na wanapostahiki kuwepo basi, hapo ndio patapatikana faida. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kwa ushirikiano wako, wasiokujua hali watapata nafasi ya kukujua, wasiojua hali ya mpira ulivyokuwa e, katika Afrika Mashariki. Sasa ni mwamsho kwao, wote wajue, ili sasa kila mmoja apandishe soksi juu na akaze kamba zake za viatu. Naona kama kwamba hali ina mustakbali mzuri. Shukran wajazakumullah khair. Uh, vile vile tumewahi kupata katika kumbukumbu kumbu zetu hapa picha ya aliyekuwa kipa wa timu ya Harambe Stars maarufu Kenya 1 Mahmud Abbas.

And jubilating like we are in the stadium. Watu walikuwa wakishangirikia sana wakati uh, marehemu Leonard Mambo Mbotela alipokuwa akimsifu Mahmud Abbas jinsi alivyokuwa akiunyaka mpira ule. Ni katika makumbusho mazuri ya siku za usoni. Haya, naam, tukitumiwa picha ya enzi hizo nyota watatu wa timu ya Pan Afrika, uh, timu ya Pan-African Football Club na Taifa Stars ya Tanzania. Winga Matata Kasim Manara, mlinzi Mohamed Adolf Rishad na kiungo wa kati Nikodemas Njohole wakiwa kwenye hoteli yao nchini Austria. Walikuwa kwenye kikosi cha timu ya taifa iliyokuwa kwa maandalizi ya mwezi mmoja ugenini kabla ya mashindano ya Kombe la Afrika iliyoandaliwa na uh, nchi ya Nigeria katika mwaka wa elfu moja miatisa themanini 1980. Kwa hivyo katika 1980, tuna picha nzuri sana ya kumbukumbu kumbu ya wachezaji watatu wa timu za Panafrican na uh, timu ya Panafrican FC uh, na vile vile Taifa Stars ya Tanzania. Tunawaona hapo uh, wana shine kabisa wachezaji hawa ambao ni Kasim Manara, uh, Mohamed Adolf Richard na Nicodemas Njohole nam. Vile vile tunapata nyingine kumbukumbu kumbu hapa kutoka katika idhaa za Tanzania kule katika mwaka wa elfu moja mia tisa eh, sabini na tisa, mchezaji Sande Manara hapo anaonekana kwenye hiyo picha akiwa katika likizo Tanzania akitokea klabu ya New York kule Marekani, uh, klabu ya Cosmos ambayo alikuwa akiichezea uh, hapo alikuwa katika miaka ya zamani kabisa. Hapo alikuwa uh, Sande Manara akimpa maelekezo wakati wa half time mdogo wake Kasim Manara ambaye kipindi hicho alikuwa akichezea Pan African ya jiji la Dar es Salaam siku hiyo kulikuwa na mechi baina ya Pan na Simba na Pan African ilishinda mechi hiyo goli moja kwa goli la kiungo nyota wa zamani wa kimataifa Muhamed Rishad Adolf. Kumbukumbu kumbu hizo ambazo ni muhimu watu kuzijua. Naam, baada ya picha hiyo vilevile tukapata picha ya timu uh, mashuhuri ya AFC Leopards uh, AFC Leopards uh, wakiwa wa katika mji wa Mombasa katika training session yao. Inasema, AFC Leopards seen during training training session at Shanzu Teachers Training College in Mombasa, standing from left: Wellington Lidonde, Mahmoud Abbas Farid Said. Farid Said ni mchezaji wa kutoka Bantu Warriors. Uh, pia aliwahi kujiunga na AFC Leopards. Kwa hivyo pia tunamkumbuka Farid Said, Dan Musuku, Isa Suleiman, Omar Shaban, Robert Matano na team driver Josephat Murila. PS Masinza, Bernard Musuku, Robert Kiberu ambaye ni kocha wa wakati huo.

Thank you Abdurahman Sharif for having this picture for us. Tunamwona <clears throat> katika picha ile, Farid kutoka Bantu Warriors akiwa katika timu ya AFC Leopards. Kisha tukapata picha nyingine, inaye wamesema the original Mombasa Stars FC from Majengo. Sijui Mombasa Star iko ama ndiyo ishakufa nayo. Kwa hiyo uh, <coughs> kuendelea na mazungumzo yetu katika kumbukumbu -kumbu hizi uh, tunapata picha ya Ricky Solomon Ricky Solomon ambaye uh, inasema uh, Ricky Solomon, kulia defenda matata wa Cargo, yumacho kabisa kukabiliana na Mafawadi wawili wa, wa Gor Mahia Hezbon Omolo na Samuel Onyango katikati. Katika mechi hiyo Gor ilipata ilifunga kago moja kwa bila. Tukishuka chini kidogo pale tukapata vile vile picha ya mabingwa hawa wa, wa, wa Lake Warriors, timu ya Lake Warriors Uh, walikuwa ni timu iliyokamilika kwa kuwa na wachezaji ambao wengi wao baadaye walikwenda kuchezea ema AFC Leopards ama Gor Mahia. Katika picha hiyo baadhi yao walioko ni Henry Omondi, wanamwita Ramchaja, Liki Osodo, wandiwa Captain William Oduor, Jabanga Paolo Potts, wanamwita Albert, uh, Albert Oyo Wazimu, George Nyango fundi, uh, Adenyo Simba. Baada ya hapo, vilevile vile tukapata picha ya mchezaji mashuhuri sana uh, aliyecheza timu ya Mwenge katika enzi za zamani na baadaye akamalizikia katika timu ya AFC Leopards na mwingine bali ni Abdul Baraza au Abdurrahman Baraza, Mwenge anleta AFC, creative midfielder Abdurrahman Baraza. Inaonekana kama alikuwa akisherehekea hapa, pengine inaonekana alikuwa amefunga bao. Kisha tukapata picha ya wachezaji wawili maarufu kabisa uh, moja akiwa ni Ali Sungura na akifuatiwa na Ali Kaju uh, wanasema two of coast soccer's pioneer stars of the late 60s and early 70s generation who exemplified the attractive football that became commonly associated with the region the speedy dribbling winger Ali Sungura and striker Ali Kaju both Kenyan internationals who featured prominently in Faisal's 1965 uh, historic National League victory the first and only by a coastal team to date so ni picha za Ali Sungura na Ali Kaju ambao ni Uh, wachezaji maarufu wawili ambao walikuwa na ubingwa wa kusakata mpira chenga na ufungaji na walikuwa <coughs> wagumu sana timu nyinginezo ambazo zilizokuwa zikipambana nao, na hawa wachezaji hao wawili uh, waliwakilisha timu ya Faisal uh, kutoka Mombasa katika miaka ya sitini na sabini, na ndio waliofaulu kuchukua kikombe cha taifa la Kenya katika mwaka elfu moja mia tisa sitini na tano ambayo ni historia mpaka leo hii hakijawahi eh, kuchukuliwa tena.